<laughs> maana nasikia huku hamna mambo ya wivu wa mapenzi ila kuna wivu wa misitu. Uongo eh? Sasa haya mambo hayafai. <laughs> Kuna hasara kubwa sana, kwa miaka minne tu katika wilaya yetu ya Makete tumepata hasara ya kuunguliwa kwa moto ya zaidi ya bilioni 80. Ni hela nyingi sana na nyinyi uzuri, watu wa Makete mnaijua hela. Makete oye, hela oye, Wakinga oye, e, Wakinga no matajiri wakubwa kwenye nchi hii ya Tanzania. Nasema uongo jamani oe? Watu wanapenda kusema Dar es Salaam, Wakinga ni wachawi lakini ukijua Wakinga vizuri, Wakinga sio wachawi. Mkinga akizaliwa anapanda miti, anapandiwa miti, anakaa anakuwa anakuwa na miti inakuwa, akienda Dar es Salaam kutembea, akienda kufanya vibiashara vidogo, akirudi huku akivuna msitu anapata labda milioni mia, mia mbili, akirudi Dar es Salaam na yale maela. Ah, huyu mkinga mchawi? Uongo jamani, kumbe alikuwa na jambo lake huku. Mtu anakuwa na mti unakuwa. Hapo vipi? Kwa hiyo tunakubaliana, wakinga sio wachawi, wakinga wana akili. Hapo vipi? Hapo sawa. Kulongwa, oye! Kwa hiyo sasa misitu hii lazima tuilinde kwa wivu mkubwa sana, na nielewa ndugu zangu mimi. Oh, nimekwenda kijiji kinaitwa Mago kiko kwenye kata ya Lupalilo <coughs> eh, kata ya Lupalilo ya pale barabarani. Nimeona kile kijiji ni cha mfano, miaka mitatu moto haujawahi kukanyaga kwenye kijiji chao. Wanafanyaje? wakanionyesha wanavyofanya, alafu wao wamejigeuza, kila wa mtu kwenye kijiji ni mgambo wa moto. Nikawambia mimi naenda ziara na kwenda kuzunguka vijiji vyote kusikiliza kero za wananchi, lakini moja ya kitu ambacho nitakwenda nitakwenda na nyinyi wanakijiji wa Magu, nitakwenda na nyinyi mkatoe elimu kwenye kata zote, ili watu muwafundishe nyinyi mnafanyaje. Kwa nini nyiye ampati moto? Kama nyiye mmeweza, kwa nini wengine na wenyewe wasiweze? mnataka kuwaona mnataka kuwaona, mnataka kujifunza, tuilinde kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo nimekuja na hicho kijiji, nimekuja na mkuu wa uhifadhi wa misitu, huduma za misitu katika wilaya yetu ya Makete, nimekuja na mtu wa faya naye atawapa elimu na, na afisa misitu wa halmashauri sasa wao waje wote hapa mbele na nao, kama alivyotambulisha mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuwa ni kijiji cha Mago ambacho kinadhibiti moto, kinapambana na moto kwa hali na mali kuhakikisha ukijana un, ukijani wetu huu unazidi ku, kuimarika na, na kila mmoja hapa nadhani anatambua kabisa kwa ukijani uliopo ndio unaotufanya mpaka sasa tuwe na hali zetu safi, ukijani uliopo ndio unaotufanya kila hewa yetu hii tuipate safi. Mimi kama nilivyojitambulisha ndio mwenyekiti wa kamati hii hapa, na zoezi litakalo kuja mbele yetu, tutaionyesha namna gani sisi tunadhibiti moto kwa kijiji cha Mago, kwa Kata Rupalilo, kwa kata zingine, na tunataka tudhibiti sasa kwa pamoja, na nyinyi kwa pamoja, tukiungana, tunataka tudhibiti wilaya nzima tusipatwe na moto japo. Eh, kwa upande wetu sisi tulivyoanza toka mwanzo tulivyoanza huko nyuma haikuwa tu si kwamba tu, tulikuwa tunadhibiti moto kwa kutumia mashine hizi Hapana, tulikuwa tunadhibiti kwa maana ya kuhimizana. Ndio maana unasema Makete bila moto inawezekana, na Bulongwa pia bila moto inawezekana. Kwa hiyo sisi kama sisi kwetu kuna kawaida moja tumejiwekea, na kila mmoja ni mlinzi wa mwenzie, hakuna ushangazi wala ubinamu wala udada. Kwa yeyote yule atakayewasha moto popote pale kabla ya muda ule unaotakiwa awe mamaangu naenda kumkamata, na ukiona nimekuja kukukamata bahati yako nimekuja peke yangu, jua elfu tano inakuhusu. Sasa tukija watu ishirini, zidisha mara tano, hizo zinakuhusu. Kwa hiyo ukifika ofisini, umefikishwa hapo ofisini, cha kwanza kabisa unaanza kwanza na ile hela ya walinzi. Kama amekuja kumi, jua elfu hamsini inakuhusu. Alafu baada hapo ndipo utaanza kuwajibishwa na serikali. Hivyo basi, tulienda kwa kukamatana kwa mtindo huo, kwa kuhimizana kudhibiti moto, na mpaka mwisho wa siku walivyoona wenzetu, sasa juhudi yetu imekuwa vizuri, jinsi ya udhibiti wa moto ndivo walianza sasa kutusapoti. Kutusapoti kwa namna gani? Ukijani unaendelea kuimarika katika kijiji chetu katika kata yetu, na hatimaye sasa tunaenda kuimarisha ukijani katika wilaya nzima ya Makete. Nielekeze kikosi changu kuonyesha onyesho, ambalo ndilo linalofanya kazi, ni moto ambao huko juu ya mti nao hivyo lakini wakati huo mcagamoto, kuna moto unakuwa kwenye nyasi kubwa, unakuwa mkali kiasi kwamba hatuwezi kuusogelea, tunapambana nao unaofia <coughs> <coughs> <coughs> baada kuna moto ambao kuna moto ambao unakuwa ni mkali, kuna upepo mwingi mkali, alafu unakataza wote baama unaztukaungua hivyo basi, lazima la tupige mtama ni motoupiga mtamaaiyo. Baada ya hapo huo moto, baada ya kupoza sasa, umepoza umepungua nguvu, tunaufuata sasa, tunausogelea huo moto moja kwa moja ulipo, tunaanza kuuzima sasa, hapo ndo tunamalizia. <ayo> Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana tunapokuwa tunaandaa mashamba yetu ili moto usije ukatutoroka na kuleta madhara kwetu binafsi, kwa wilaya na kwa serikali kwa ujumla. Unapopata hasara mwananchi wa wilaya Makete, sio wewe mwenye shamba tu, hata sisi TFS tunakosa mapato, serikali inakosa mapato ukosefu wa mapato hayo mapato ndio yanayosaidia kujenga hizi zahanati zetu. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu, lazima tuthamini rasilimali zetu na tuangalie mwitikio. Isi tunaweza tukaenda haraka sana kunifanya nini? Kupambana na nini? Na moto. Katika Tanzania, wilaya inayoongoza kwa kuwa na miti ya kupandwa ni Makete. Naomba tujipigie makofi hiyo wilaya yetu inafanya vizuri sana kwenye masuala ya upandaji miti, lakini changamoto kubwa tunayoipata wilaya ya Makete ni moto, utorosha moto kutokana na shughuli zetu za kibinadamu hususani maandalizi ya mashamba. Kwa hiyo, ndugu zangu, niwaombe kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana tunapokuwa tunaandaa mashamba yetu, ili moto usije ukatutoroka na kuleta madhara kwetu binafsi kwa wilaya na kwa serikali kwa ujumla. Unapopata hasara mwananchi wa wilaya Makete, sio wewe mwenye shamba tu, hata sisi TFS tunakosa mapato, serikali inakosa mapato, ukosefu wa mapato hayo mapato ndio yanayosaidia kujenga hizi zahanati zetu. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu. Basi naomba nizungumzie, nimepewa dakika kumi za kumzungumzia za kuzungumzia mbinu ambazo tunaweza kuzitumia ili kupambana na moto.